Majina yangu naitwa Masoud Mambo. Amambo e, nimekuja kuongea hapa na wata Watanzania kama kijana wa Kitanzania. Wale wote, napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai mpaka siku ya leo ikiwa e, ni tarehe 23 mwezi Disemba mwaka 2025. Hatuna budi e, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wako wenzetu ambao tunavyoongea hivyo kama hospitalini wengine. E, wako moncuari na wengine pia kama mnavyojua walipatwa na majanga ambayo yalisababishwa na maandamano yaliyokuwa yameambatana vurugu kubwa yaliyotokea tarehe 29, e, baada ya uchaguzi mkuu au wakati wa uchaguzi mkuu wa 2025. Taarifa kwa vyombo vya habari. Taarifa hii inahusu demokrasia, lakini pia amani na mustakabali wa taifa letu la Tanzania. Kama unavyojua Tanzania ni nchi inayotawaliwa na sheria, lakini pia kwa mujibu wa vyama vya siasa wa sheria za vyama vya siasa, vyama vyote vilivyosajiliwa kisheria ni sawa mbele ya sheria bila ubaguzi wa aina yoyote. Hivyo basi, jaribio lolote la kubeza, kudharau au kupuuza ushiriki wa vyama fulani vya siasa katika uchaguzi mijadala au majukwaa ya kitaifa kwa hoja ya kwamba chama au vyama vingine vimesusa ni kinyume cha misingi ya kidemokrasia, ni kinyume cha misingi ya haki, lakini pia ni kinyume cha misingi ya usawa. Demokrasia ya kweli haijengwi kwa mashinikizo, vitisho au siasa za misimamo mikali zaidi, bali demokrasia ya kweli hujengwa kwa hoja, ushindani wa sera na heshima kwa katiba na sheria za nchi yetu. Kila chama cha siasa kina haki ya kushiriki na kutoshiriki katika mchakato wowote wa, wa kisiasa. Naomba nieleweke katika vyama vyote ambavyo vimesajiliwa, kila chama cha siasa kina haki ya kutoshiriki au kushiriki kwenye mchakato wowote wa, wa kisiasa, lakini haki hiyo haiwezi na haitakiwi kutumika kama chombo cha kulazimisha nchi kuyumba au kuvuruga utulivu wa taifa letu. Kama unavyojua, Tanzania ni taifa ambalo limekuwa ni mfano wa amani duniani, sio Afrika, duniani. Kwa hiyo ni muhimu kwa Watanzania watambue kwamba lengo la vyama vya siasa ni kusa, si kusambaratisha nchi, bali lengo la chama cha siasa ni kushinda dola ili kutekeleza sera zao ambazo sera hizo lazima ziwe zimelenga maendeleo ya nchi na kwa wananchi wenyewe. Lengo hili haliwezi kufikiwa katika mazingira ya migawanyiko, machafuko, taharuki, chuki, uhasama wa kisiasa. Taifa lolote lisilo na amani, umoja na usalama halina mustakabali wowote wa maendeleo. Tunasisitiza ya kwamba na kwa msisitizo mkubwa kwamba changamoto za kisiasa hazitakiwi haziwezi kutatuliwa kutatulia. Watanzania maendeleo, changamoto za kisiasa, taharuki za kisiasa hazitatuliwi kwa maandamano wala kwa hamasa za uvunjifu wa amani. Na kama tunavyojua tarehe ishirini na tisa kwamba yalikuwa ni maandamano, lakini yalikuwa yameambatana na machafuko makubwa. Watu wengi waliweza kudhurika, watu wengi walipata hasara, watu wengi uh, pengine kuna wengine ambao walipoteza maisha kutokana na mazingira ya maandamano yaliyokuwepo, kutokana na vurugu ambazo zilitokea tarehe 29. Kwa sababu si tu ni ni maandamano, bali yalikuwa ni maandamano ambayo yalikuwa na vurugu kubwa. Kwa hiyo tunasisitiza kwa msisitizo mkubwa kwamba changamoto za kisiasa hazitatuliwi kwa maandamano na hamasa za umojifu wa amani, lugha za uchochezi, au kampeni za kuichafua nchi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Njia sahihi ya kistaarabu na ya kizalendo ya kutumia ni maridhiano. Kama taifa, ni lazima tukubali ya kwamba kuna kila haja ya kurudi tukubaliane, tukae, turidhiane, kwa sababu tunayo Tanzania moja ya kujenga na hatuna Tanzania nyingine ya kwenda kuishi. Majadiliano ya wazi na hoja za ustahimilivu ndio vitu pekee vinaweza kutuletea amani na mustakabali wa taifa letu. Machafuko ambayo yanaweza yakatokea au yalikwisha tokea ni machafuko ambayo yametia doa kubwa sana kwa taifa letu. Nikiwa kama kijana ambaye naipenda nchi yangu, nikiwa kama kijana ambaye ni mzalendo, nikiwa kijana ambaye natamani kuona Tanzania ya kesho iliyobeba tumaini kubwa kwa Watanzania, ningependa kuwaasa na kuambia vijana wenzangu, tufahamu ya kwamba amani ya nchi yetu ndio tunu pekee ambayo tunayo kama Watanzania, na sisi vijana ndio taifa la kesho. Hatuna sehemu nyingine ya kwenda kuishi zaidi ya Tanzania hii. Watanzania tukumbuke, tukiruhusu siasa za kuvuruga amani zitawale, waathirika wa kwanza tutakuwa ni sisi wenyewe, sio hao walio ughaibuni au wanasiasa ambao tayari wako na viza mkononi za kuweza kusafiri njia